Mojawapo ni kwamba taarifa za fursa zinazopelekwa kwa vijana wanapata vijana wachache, vijana wengine hawapati hizo taarifa za fursa. Sasa matokeo yake serikali inapoandaa mikakati ya uwezeshaji wa vijana, wanaowezeshwa ni wale wale, wanaopata faida ni wale wale, wanaoitwa kuzungumza ni wale wale? Mwisho wa siku kundi kubwa la vijana linakuwa limeachwa nje ya mfumo. Mheshimiwa Rais ameagiza fursa yoyote inapotokea mahali popote, kila kijana wa Kitanzania mahali popote alipo, afuatwe, aelekezwe, aambiwe kuhusiana na fursa zinazopatikana. Na katika hili nimeelekeza maeneo mengine nilipopita, kama nilivyosema, sijasubiri ofisini niletiwe habari za vijana, nimewafuata vijana kule walipo. Vivyo hivyo viongozi wetu wa mikoa, wa wilaya, viongozi wa halmashauri, viongozi wa kata, wasisubiri vijana wawafuate ofisini, wawafuate vijana walipo, ili waweleze fursa ambazo zinahitajika, ili waweze kupata hizo fursa katika maeneo yao. Kwa hiyo tunataka tuondoe kukosekana kwa usawa inapofika swala zima la fursa iwe fursa za ajira, ziwe fursa za mikopo, ziwe fursa za kazi, ziwe fursa za ufadhili, ziwe fursa za mafunzo. Kijana yoyote wa Kitanzania ana haki ya kupata fursa sawa kama alivyo mwingine yoyote katika eneo lolote lile.